Mjamzito, ushaijikuta ushajikuta kwamba unavimba ukeni au uke wako, na jana unashangaa, kwa nini unavimba. Lakini vile vile inawezekana kwa namna moja au nyingine umejikuta unavimba katika ujauzito huu, katika kipindi chako cha ujauzito. Unajiuliza maswali, sababu ni nini na suluhisho lake ni lipi? Karibu kwenye somo, tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembea chaneli yangu, subscribe hapo chini, uendee kujifunza kuhusiana na afya ya mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga kuna wafuatiliaji wangu hapa mojawapo aliniuliza anasema, samani dokta, mimi nina mimba ya miezi mitatu ya kati, ila sehemu zangu za siri zimevimba shavu moja, yaani napata maumivu makali sana. Ni mimba yangu ya kwanza, sielewi yani mda mwingi nashindwa kukaa. Hii inatokana na nini? Inawezekana na wewe imekutokea hali hii, lakini kuna mwingine pia aliniuliza, alisema kwamba, halo dokta, mimi na mimba ya miezi tisa na wiki moja, lakini kinachonishangaza kwa hii mimba ni kuvimba kwa labia majora. Kwa hiyo hawa wote ukiangalia wamekuwa wakivimba sehemu zao za siri au uke wao upande mmoja. Hali hii ya kuvimba uke ni hali ya kawaida kabisa kwa mama mjamzito, na mara nyingi huwa inatokea mimba ikiwa na miezi mitatu ya katikati au miezi mitatu ya mwishoni. E, mara chache sana kutokea mimba ikiwa na miezi mitatu ya mwanzoni, labda kama kutokana na maambukizi au changamoto nyingine. Sasa ujauzito kama ujauzito unaweza kuchochea kabisa kuweza kupelekea uke wako kuweza kuvimba au kuweza kujaa, inawezekana ikatokea kwenye mashavu yote mawili na hii ni kawaida kabisa japokuwa wakati mwingine inaweza katokea kwenye shavu moja, inaweza kawa kawaida au kukawa kuna changamoto, kwa maana kwamba kunaweza ikawa kuna maambukizi au ni uvimbe au kuna jipu, lakini vile vile inaweza ikawa na cyst ambayo kitambo tunaita Bartholin cyst, na mara nyingi unahitaji kuweza kufanyiwa upasuaji kwa sababu ile tezi ambayo inatoa yale majimaji inaweza ikawa imeziba kwa namna moja nyingine au mwisho wa siku ikapelekea kwamba kukaanza kujaa yale maji maji ndani, na mwisho wa siku, mama kaanza kupata maumivu makali. Sasa kwa mjamzito ni mara chache sana kuweza tukiangalia tukia vitu ambavyo vinaweza vikahatarisha mama mjamzito kuweza kuvimba ukeni au uke wako kuweza kujaa, unakuwa unavimba inawezekana pande moja, na mara nyingi inatokea pande zote mbili. Sababu ya kwanza kabisa ni mabadiliko ya homoni. Homoni ya progesterone inapozidi kuongezeka kwa ajili ya kuweza kusababisha kwamba mimba yako iweze kukaa na kutulia, hii homoni inaweza kupelekea mishipa ya damu kuweza kuwa imerelax au kuweza kulegea na mwisho wa siku ikakaa na damu nyingi sasa kwa sababu mji wa uzazi unakuwa umeongezeka sana, na mwisho wa siku usafishaji wa damu kutoka sehemu za chini za mwili urudi juu unakuwa huko vizuri, mwisho wa siku damu inajazana kwenye mishipa ya damu. Na wakati mwingine hii hali ndio kama vile vile inavyotokea kwa wale ambao wanakuta miguu yao inakuwa imejaa au wanapata ile mishipa ambayo tunaita mishipa ya vena ambayo inakuwa imejaa. Kwa hiyo ina maana urudishwaji wa ile damu unakuwa uko vizuri na mwanyingi inajaa, na hii inachochea wakati mwingine uke wa mwanamke kuweza kuvimba katika kipindi cha ujauzito, na kama nilivyosema, inatokea huku mwishoni mwa ujauzito, miezi mitatu ya katikati, na wakati mwingine miezi ile ya mwisho wa nane wa tisa, unapokaribia kuweza kujifungua. Sababu nyingine ni ongezeko la mji wa uzazi. Mji wa uzazi hu unaongeza mgandamizo kwenye baadhi ya mishipa ya damu ambayo ipo kwenye nyonga na matokeo ni kwamba damu inakuwa irudi vizuri, na mwisho wa siku kama irudi vizuri, maana yake inashindwa kuweza e, inabaki imejaa sehemu ya chini ya nyonga kwenye miguu, sehemu za uke, sehemu za haja kubwa na kiujumla kwenye sehemu ya nyonga. Matokeo yake ni kwamba mama anaweza kawa na uvimbe akahisi kwamba amejaa, lakini wakati mwingine inaweza kawa ni ile mishipa ya vena inaweza kawa imejaa. Inawezekana ikatokea upande mmoja wa uke kwamba shavu moja kama zile labia majora, lakini vilevile inaweza ikatokea pande zote mbili, ndio kama huyu ambaye ameweza kusema kwamba labia majora yake imeweza kuvimba moja, japo kwa wakati mwingine zikatokea zote mbili zikavimba, kwa sababu ya mishipa ya vena ambayo inakuwa imejazana ndani damu, na ambayo tunaita varicose vein. Lakini vilevile mama anaweza kupata changamoto hii kwa sababu tu ya ile hali ya kwamba anasimama muda mrefu, unakuta mama anafanya shughuli zake au anakaa sana saa moja, unakuta mtu amekaa zaidi ya saa moja, hujasimama, hujatembea, hujafanya chochote, mwisho wa siku inaweza kawa inachochea mama mjamzito kuweza kuishia na changamoto hizi za kuwa na uvimbe kwenye mishipa ya damu wakati mwingine urudishaji wa maji kutoka sehemu za chini za mwili kwenye ule mfumo wa maji ambao tunaita lymphatic system unakuwa hauko vizuri na haufanyi kazi vizuri kwa mama mjamzito, kwa sababu tu ya mabadiliko ya kawaida kama nilivyosema, homoni na mji wa uzazi umeongezeka, kwa mwisho wa siku unakuta yale maji yanajazana huku chini na mama anaweza kuvimba sehemu zake za uke, lakini vile vile miguu na sehemu zake za haja, na kuna baadhi wanaweza kapata mpaka zile bawasiri kama unapata choo kigumu au unajikamua sana unapoenda, e, kwenye haja kubwa, labda kwa sababu unywi maji na kichef, unapata kichefuchefu unapata choo kigumu, hiyo inaweza ikachochea. Na unapopata ile hali ya kujikamua, unaongeza pressure kubwa, ule mgandamizo unaongezeka, na mwisho wa siku hata ukeni pia kunaweza kuwa kuna vimba katika kipindi chako cha ujauzito. Kwa hiyo wakati mwingine e, kitu ambacho kinaweza kuhatarisha mama ni maambukizi, kwa mfano maambukizi ya fangasi, lakini vile vile maambukizi ya bakteria kama lakini vilevile kuna vaginitis. Hii zinaweza kapelekea mama kuhisi kwamba uke wake umevimba, au anaweza kaenda hospitali kwamba uke wake umevimba. Na mara nyingi huwa unakuwa unaambatana na maumivu kama huyu muulizaji wa swali la kwanza ambaye alisema yeye anapata maumivu, anashindwa hadi kukaa. Unaweza kukuta hii inaambatana na uchafu labda ambao au uteute ambao labda una rangi ambayo sio ya kawaida, unapata harufu na muasho, lakini vile vile na maumivu lakini mara chache sana, japokuwa inaweza ikatokea hata kwa mama ambaye si mjamzito. Unaweza ukawa na ile sisti ambao inaitwa Bartholin sisti, ambao unavimba upande mmoja na mwisho wa siku unapata maumivu makali, basi unahitaji kuweza kufanyia upasuaji kwa sababu e, ule mliji ambao unapitisha ile majimaji kwenye upande wa uke kutoka kwenye ile tezi ambao tunaita Bartholin gland unakuwa umeziba kutokana na sababu mbalimbali au mbali sababu fulani kama umeziba mwisho wa siku una ndani ile bath inaanza kuvimba au ile sehemu ya uke inaanza kuvimba. Matokeo yake ni kwamba utaanza kupata maumivu na utahitaji kuweza kufanyiwa upasuaji. Lakini vilevile inaweza ikatokea uvimbe, japokuwa kina mama wajawazito ni mara chache sana, ikawa inaashiria labda ni uvimbe ambao ni wa saratani au ni changamoto nyingine. Kwa hiyo maambukizi yanaweza katokea kwa mama mjamzito, kwa, kwa sababu tu ya kwamba kinga yake kwa imeshuka kidogo. Kwa hiyo fungus zinakuwa zinaweza kutokea wakati wote, lakini vilevile unakuwa na ile hali ya kupata maambukizi ya bakteria kama bakteria vaginosis. Kitu ambacho ni kawaida kwa sababu tu ya mabadiliko yale katika kipindi cha Ujauzito. Sasa inawezekana unajiuliza maswali mambo yapi ya kuweza kufanya? Jambo ya la kwanza kabisa ni hii ya namna ya kuweza kulala. Kwa hiyo unapokuwa unalala unaweza ukapata mto ambao au mito mingi halafu chini kawa kama hivi ukaitandika chini kama hivi ika ukaitandika chini kama hivi. Kwa hiyo ukishaitandika namna hii, lengo ni kwamba sehemu ya nyuma kuanzia kwenye nyonga miguu iwe imeinuka, halafu sehemu ya mbele kuanzia kwenye tumbo kifua kupo chini kama hivi. Kwa hiyo unakuwa unalala namna hii, kwa hiyo kwa maana utaweka nyonga yako itainuka itakuwa juu, halafu utaweka mito kwenye sehemu ya mapaja, japo mimi sijaweka utweka mito ili huku huku, kuanzia kwenye kiuno mpaka kwenye miguu kuinuke, alafu kuanzia kwenye tumbo kwenda kwenye kifua kuweze kuwa chini. Hii inasaidia urudishaji wa maji lakini vile vile na damu kutoka sehemu za chini za mwili kwenda kwenye moyo. Kama nilivyosema mara kwanza, kwamba kama maji na damu nyingi inakuwa imeongezeka kwenye nyonga. Kwa hiyo, matokeo ni kwamba inakuwa hairudi vizuri kutokana na zile e, eh, vihatarishi. Kwa hiyo unaweza kulala namna hii, kwa hii itakusaidia sana kuhakikisha kwamba e, maji yako kwe yanarudi kwenye sehemu ya moyo, lakini vile vile inapunguza uvimbe kwenye sehemu za uke, lakini vile vile hata miguuni kama kumevimba ukiweka mito. Kwa hii itakusaidia sana. Sasa kuna wengine huwa tunawashauri kwamba wanaweza kafanya kama hivi. Mfano kama hivi wewe ni mjamzito ukakaa hivi alafu huku chini kwenye nyonga ukaweka mto au kitu ambacho kinaweza kukuinua, halafu hapa, maana yake huku mgongoni utaweka kitu kitakusaidia hii sehemu ya kifua iwe chini. Wakati huo hii miguu yako unaweza kuinua namna hii. Kwa hiyo unakuta hii sehemu kuanzia kwenye nyonga kumeinuka, huku kumeshuka, na hii inasaidia maji kuweza kurudisha. Changamoto ya hii njia ni kwamba ukikaa muda mrefu zaidi ya dakika tatu, dakika tano kwa baadhi ya kina mama kulingana na tumbo au ukubwa wa tumbo lake inaweza kupelekea aortocaval compression ambayo mama anaweza kupata changamoto ya upumuaji na ikaongeza uwezekano wa mtoto kuweza kufariki. Kwao nakushauri utatumia upande ule wa kushoto, japokuwa weka mito huku chini halafu hii sehemu ya kichwa kifua iwe chini, lakini hii sehemu ya nyonga miguu iinuke zaidi. Kwao utalala kama kawaida, hii inasaidia maji na damu iliyojaa kuirudi kuweza Kifua na kuweza kubadilishwa kwenye moyo na kwenye mapafu. Hii itakusaidia sana kuweza kupunguza hizo changamoto za kuwa na uvimbe ukeni au hata miguu kama imejaa kwa sababu ya mabadiliko ya kawaida ya ujauzito kama nilivyoweza kusema. Jambo la pili ambalo unaweza ukafanya, ziko garment ambazo unaweza kuzivaa, au baadhi ya nguo ambazo ni special, naweza nikasema siyo, ni nguo au ni kama band ambazo mama unaweza kuzivaa, au garment ambazo zinaweza zikabana hii sehemu ya chini ambayo wenye mazingira ya uke lakini vile vile vile, na mazingira ya nyonga, kwa ajili ya kusaidia vile vile. Unapotumia kwa mfano, ukipata paki ambayo ni ya baridi, inakusaidia kuweza, unaweza ukagandamiza huko ikakusaidia kuweza kuhakikisha kwa kwamba unaondokana na hizi changamoto. Lakini vile vile, kuweza kunywa maji ya kutosha kwa ajili ya kuepukana na zile changamoto za kupata choo ngumu. Lakini vile vile vile, upate vyakula ambavyo vina nyuzinyuzi za kutosha kwa ajili ya kupunguza ile hali ya kuwa na choo kigumu. Unapojikamua, pressure inaongezeka tumboni na unaongeza hizo changamoto. Lakini vivyo hivyo, wakati mwingine ni vyema kuhakikisha kwamba unatembea tembea, ufanye mazoezi hapa na pale, hutembea tembea tu, huna haja ya kukimbia, huna haja ya kukaa sehemu muda mrefu, kitu ambacho si kizuri. Lakini vile vile unapoona kwamba umevimba upande mmoja, unapata maumivu makali, lakini vile vile labda unahisi kama kuna jipu e, ni vema kuhakikisha kwamba unaenda hospitali, utaandikiwa dawa. Lakini vile vile wakati mwingine a kwenda hospitali ambapo unaona kichwa kinauma, miguu imevimba, lakini vile vile ukeni unavimba kwa ghafla, labda unakuta hii hali mara nyingi yenyewe inatokea kidogo kidogo karibu mda unavyozidi kwenda mimba inavyozidi kuongezeka inatokea kwamba unavimba na hiyo ni kawaida. Ila ukiona umevimba ndani ya siku mbili tatu tu, nakuta umevimba umejaa, miguu imejaa sana, unapata kizunguzungu au unapata maluelue, kichwa kinauma sana e, unapata hali ya kama maumivu kwenye sehemu ya kifua upande huo ambao ni upande wa kulia inaweza kaashiria kwamba una pressure katika kipindi cha ujauzito, au unaliza kuelekea kuwa na kifafa cha mimba ambayo tunaita preeclampsia, au muda mfupi baadaye utapata kifafa cha mimba ambayo tunaita eclampsia. O, hospitali, kwa hiyo ni vyema kuwahi hospitali kwa ajili ya kuandikiwa dawa na kufanyiwa uchunguzi. Lakini unapoona kwamba umevimba mpaka kwenye miguu umejaa ukeni, basi ni vyema ukimbie upime pressure, na kama umeona uvimbe wake kama kuna kijipu, basi ni vyema kwa shauri mnaenda hospitali kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi na kama na Bartholin cyst basi unaweza kufanyia upasuaji kwa sababu ina maumivu makali, lakini vile vile inaweza kawa na athari kwa mama ambaye ni mjamzito, japo huwa zinatokea mara chache sana. Kwa hiyo unaona kabisa mabadiliko mengi ni ya kipindi cha ujauzito uzito. Tunajua kwamba baada baada ya kuweza kujifungua, unapokuwa umeshajifungua mwanao basi unajikuta kwamba hiyo hali inapungua na mshuzi uke unakaa vizuri bila kuwa na shida, japo inaweza ikatokea mara baada ya kuweza kujifungua ikitokea mara nyingi, ni vyema kuweza kwenda hospitali. Inawezekana damu imevilia ndani, inawezekana kuna changamoto ya maambukizi, au inawezekana labda ulichanika wa kushona vizuri ndani, kuna usaha. Kwa hiyo ni vyema kuweza kwenda hospitali tena, ukafanyiwe uweze ukafanyiwe uchunguzi, ili uweze kuangalia sababu kubwa ni nini. Na kama utakuwa na swali, unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Kwa hiyo kwa hawa wenzangu naweza kuwashauri kwamba, kwa mfano kama huyu wa kwanza anasema, samani dokta, mimi na mimba ya miezi mitatu ya kati, huyu anapata maumivu, huyu anashauriwa kwenda hospitali wajafanyiwa uchunguzi kuangalia kama kuna dalili nyingine mfano kuchemka pata mwasho maumivu ashasema nayo kwa ili waweze kuangalia kama ni maambukizi kama ni cyst au kama kuna shida nyingine. Kunao mwingine alisema kwamba tu yeye mimba yake imefika miezi tisa na wiki moja, maana yake tayari na wiki 37 imeshakomaa vizuri. Anashangaa kwamba anavimba labia majora ambayo tunasema kwamba ni ile shavu la nje la uke la upande mmoja zi, inawezekana upande wa kushoto wa kulia, lakini mara nyingi inatokea upande wa kushoto. Kwa hiyo ni kwa hiyo ni vema kuhakikisha kwamba nenda hospitali kwa ajili ya kufanya uchunguzi, pia kama ni kawaida tu kwa ajili ya mabadiliko ya ujauzito au kama kuna ishu nyingine. Lakini kama inatokea kwa sababu tu ya mabadiliko ya ujauzito, basi atapewa maelekezo kama nilivyoweza kusema, unaweza kutafuta namna ya kuweza kulala nzuri ambayo itapunguza maji yasikae sana kwenye nyonga na yakarudi sehemu nyingine na yakarudi damu ikawa inarudi vizuri kwenye kifua kwenye moyo na mwisho zikabadilisha kwenye mapafu, ili sikai sana chini na kuweza kuleta zile changamoto. Lakini kama ataonekana na shida nyingine, basi atafanyiwa uchunguzi na kuweza kupewa matibabu. Ukiandikiwa dawa kama na maambukizi, basi unapona vizuri. Lakini kama una Bartholin cyst au jipu, basi unaweza kufanyiwa upasuaji na unapona vizuri bila kuwa na shida yoyote. Ukiwa na swali, niuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Inawezekana unajiuliza maswali umechanika wakati wa kuweza kujifungua, njia zipi za kuweza kuzifanya ili usichanike sana, e, msamba wakati wa kuweza kujifungua? Unaweza click suggestion hapo, kasikiza video kuhusiana na somo hilo, kuhusiana kuchanika msamba wakati wa kujifungua, njia zipi ufanye ili uweze kupunguza kuchanika wakati wa kujifungua. Kama una swali niulize hapo chini, nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako kwa wakati wote.